Lakini mefanya kazi kubwa sana na hatimaye sasa hakuna tena kituo cha polisi kinachovamiwa ndani ya mkoa wetu. Lakini si hivyo tu, hata wale wanaofanya ujambazi kwenye mikoa mingine wakikimbilia kwenye mkoa wetu, nao mmepata nafasi ya kuwashughulikia. Na mwisho wa siku, hata wale wa Tanga tumewashughulikia hapa, wale wa sehemu zingine za Mwanza tumewashughulikia hapa. Na yoyote yule atakayetaka kuja kufanya uhalifu na kupanga mkakati wa kufanya maharifu nje na ndani ya mkoa wetu, nyinyi ndio mna mamlaka ya kumshughulikia ili tuhakikishe mkoa wetu unakuwa salama, na mimi na uhakika tukiwa si salama, na mikoa mingine yote itakuwa salama. La mwisho, hakikisheni, hakikisheni watu wote wanafanya shughuli zao bila kubuguziwa, watu wote wanafanya shughuli zao bila kuvuguziwa. Asiwepo mtu analazimika kufunga duka eti kwa sababu kuna kitu kinaitwa ukuta. Nyinyi ndio matrekta, hakuna ukuta unaoweza kusimama mbele yenu. Amiri jeshi mkuu ameshatoa maelekezo, na mimi kama mkuu wenu wa mkoa ninaamini na ninauhakika hatutakuwa na vurugu kwenye mkoa wetu, na watu wote watakuja kufanya biashara kwenye mkoa wetu. Hatuwezi kuruhusu vurugu, kwa sababu tunajua madhara ya vurugu. Mnaifahamu Arusha kwa muda mrefu, mnafahamu kumbukumbu ya hali ya Arusha, na mpaka sasa imedolola kiuchumi kwa sababu ya vurugu hatuwezi kukubali tena kuharibu mkoa wetu wa Dar es Salaam, kufananisha na mikoa mingine au kufananisha na ndugu zetu wa Libya na Misri, ambao leo hii wameharibu kila kitu na mwisho hata malengo ya maendeleo hawajaweza kuyafikia. Nawapendeni, nawatakieni kila laheri. Nitamani leo tuje tule pamoja, kwa hiyo tutakaa hapa tutakula wote. Lakini na uhakika, kazi yenu hakuna anayeweza kuwalipa bali ni Mungu mwenyewe. Endeleeni kuifanya kwa ujasiri, wala msiogope. Utii wa sheria bila shuruti. Wasipokubali kutii bila shuruti, tutawashurutisha kutii sheria.